Mwanzo wa nazi ni kokochi, mtazamaji. Ni jumaa ya kwanza ya Taswira, ikiwa ni tarehe 11 Aprili 2025. Karibu kwenye taarifa zetu hapa Alshifa TV, ikiwa ni saa moja usiku. Mimi naitwa Joseph Lewa. Harakati za kutoa mabaki ya jumba lilobomolewa na vilipuzi katika kaunti ya Mombasa zinaendelea, ikiwa ni zoezi linalotazamiwa kuchukua siku kadhaa. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo sasa wanaitaka serikali kuvaa viatu vya kuwalipa fidia wakazi ambao nyumba zao zilivunjika kupitia ulipuzi wa jumba hilo. Familia ya Yusuf Ali Abdi imelalamikia kucheleweshwa kuopolewa kwa mwili wake kutoka kwenye vifusi vya jengo hilo lilobomolewa mapema wiki hii mjini Mombasa. Video zilionyesha kuwa Abdi alikuwa katika eneo la jumba hilo siku chache kabla ya kulipuliwa. Eh, hey, wamesimamisha kazi wamesimamisha kila kitu. Tunajaribu kufanya priority ya mwili twende tuzike. Leo siku ya 9 amelalia na nyumba. Tunataka tunataka serikali watusaidie. Kijana yetu damu yake ndio tunataka na mwili yake body yake paka sasa hii imenuka. Inawezekana sisi tumekuwa na subira kama family. Hatuja hawa hatujaleta fujo. Muda huo yote angalau 9 days hizi imelalia. Wameona? Paka jana ikarepoliwa. Bado kijana yuko pale. Na na katika zile CCTV footages umeona akiingia pale na kuna nyingine DCI wako nayo ambaye nyumba inaangukia. Umefahamu? So kitu ambaye sisi tunaomba sasa hizi hatulaumu mtu yote. Umefahamu? Sasa hii kitu ambaye kubwa sana ni focus tuweke kwa hiyo maiti yetu. Namna gani atatolewa hiyo maiti na namna gani tutasaidiana tuta, tuta, tuta, tuta tutashirikiana na kila mtu. Hapa sasa hizi usaidizi hataki mtu mmoja. Tunataka usaidizi kwa kila mtu. Atusaidiane, tushirikiane kama wa Kenya, tujaribu kutoa hiyo ndugu yetu. Baadhi ya wa wagombeaji na wanachama wa ODM wanatofautiana na mbinu za kuendeshwa kwa uchaguzi katika kaunti ya Mombasa. Rajab Abubakar ana mengi zaidi. Mechoka, tumechoka wamama wamekuja hapa tangu asubuhi wa wanangojea election. hakuna election na paka watu, sasa tu. na watoto hata maji Wanachama pamoja na wagombeaji nyadfa mbalimbali katika uchaguzi wa mashinani wa chama cha odm walipigwa na butoa baada ya uchaguzi huo kukosa kufanyika jijini mombasa ODM. Katika shule ya Kiembeni gatuzi dogo la Kisaoni wanachama waliokuwa wamesubiri kushiriki uchaguzi huo walilazimika kuondoka kituo hicho baada ya kubainika wazi kuwa uchaguzi huo haungefanyika. Wakiongozwa na mgombeaji kiti cha katibu jijini Mombasa, Betty Sharon wamekosoa mfumo uliotumika wakidai unaofaidi wachache grassroots na leo ndio tulikuwa tunamaliza grassroots, tuko kwa branch na bado wamekataa. Kama sisi vijana tumekuja, tuko na mama zetu, wazee wetu, ili tujue wazi tunakuja kufanya uchaguzi kama delegates wa Kisauni, na la kusikitisha tumefika hapa, bado hatujaelewa hii hali ikoje mpaka sasa. Hata hivyo wametishia kutumia mbinu zote kisheria kupata haki iwapo bodi hiyo ya uchaguzi haitozingatia matakwa yao. Sisi tuko ODM, na ODM ni chama ya kutenda haki, na mpaka sasa bado tunaamini tutatendewa haki, na kama hatutatendewa haki we have other options. Tumevumilia na ODM mpaka imefika mwisho chama, na ODM Mombasa ni nani hatujui, cause majina zinabadilishwa kwa boardroom, hotelini. Kwa upande mwingine, vijana pia wametishia kutojitokeza kwa wingi kwenye uchaguzi mkuu ujao iwapo demokrasia haitaheshimiwa kwenye uchaguzi huu. To an election hakuna cha kusema kwamba chama kiko special mombasa kisha watu wanachaguana hiyo ni kuwa demokrasia ya chama na huenda hatutakuwa na watu wa kupiga kura kwa mtu ambaye atakuwa amesimama kama candidate wa odm 2027 hatujaona uchaguzi unafanyika kwa njia ya huru na haki sasa hii imetutia wasiwasi nikiripotia runinga ya alshifa kaunti ya mombasa jina langu ni rajab abubakar Mbunge wa Kilifi Kaskazini, kaunti ya Kilifi, Owen Baya amependekeza kaunti ndogo zinazoitwa kwa majina ya makabila fulani kama vile kaunti ndogo ya Rabai zibadilishwe majina ili kukomesha ukabila, ikizingatiwa kwamba kuna makabila mengine ambayo yanaishi kwenye kaunti ndogo hizo. Baya amesisitiza haja ya maeneo bunge kuongezwa hasa katika eneo bunge la Magarini kutokana na ukubwa wa eneo hilo, hali ambayo inawapa ugumu viongozi kutekeleza majukumu yao. We we We We need to add locations and and and sublocations in in Kilifi Kilifi and divisions and na sub sub sub na na counties we are underserved. underserved Actually the word is Kilifi is underserved in terms of now. We must must stop naming. We must stop naming ni ni Kauma sub county. county. that. chonyi Sasa tunaleta vita between wakauma na wachonyi Unnecessarily, wanaambiwa hapa ni kwao na hapa ni kwa wachori. Mtazamaji, kumbuka taarifa hizi zinakujia moja kwa moja kupitia Alshifa TV. Ingia kwenye ukurasa wetu wa YouTube, andika pale Alshifa Television Kenya, bila shaka utakuwa unapata habari, taarifa, matangazo na mambo mengi ambayo yanakufaa wewe. Viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Mombasa wamekashifu kitendo cha alikuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala kuwaandikia wanafunzi wa shule ya upili ya Butere tamthilia inayotajwa kuzungumzia serikali ya Rais William Ruto. Rajab Abubakar amelizamia swala hilo. Viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Mombasa wamekashifu kitendo cha aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala kuwaandikia wanafunzi ya shule ya upili ya wasichana ya Butere tamthilia iliyotajwa kuzungumzia serikali ya Rais William Ruto. Eh, usalama wa utaifa ni jambo la kupatiwa eh, kipaumbele first priority, kwa sababu eh, tukikosa usalama wa kitaifa bila shaka eh, nchi nzima kila kitu kitasimama, na yatakiwa serikali wawe macho kwa watu kama hawa ambao kwamba wanajaribu kupanda mbegu mbaya kwa watoto ambao kwamba ni wanafunzi innocent hawajui lolote wakiongozwa na Sheikh Abu Katadha ambaye ni mwenyekiti wa Pwani Patriotic Religious Leader, wamesema kwamba wanamtaka mwalimu mkuu wa shule hiyo achukuliwe hatua kwa kuruhusu vitendo kama hivyo kwa shule yake, na pia mwalimu wa mkuu kwa wa shule kama hii itakuwaje? E, mashairi kama haya ambayo kwamba yanamkejeli rais aliyoko mamlakani yawe ni yenye kutungwa kwenye skuli yake. Re, mwalimu mkuu kama huyu pia awe ni mwenye kuchunguzwa e, kwa sababu gani mambo kama haya ameweza kutokea kwa shule yake yeye kama mwalimu mkuu e, na pia wizara ya filamu. E, kwa sababu itaingia kwenye department yao e, waweze kuchunga watoto wetu, kwa sababu skuli ni sehemu ambayo kwamba tunatarajia watoto watapata malezi. Watoto wasitumiwe kama wimbi ama wave ya kisiasa. Mwanasiasa anakuja na jambo lake, leo itakuja ni hii shule ambao kwamba tumeisikia, kesho mwanasiasa mwingine ataenda kwa shule nyingine, itakuwa ni shule zinaanza kutumika e, kwa ajili ya malumbano ya kisiasa na watoto ni innocent. tumekemea kama viongozi wa kidini jambo kama hili ni wakati huo huo ambapo ameitaka wizara ya elimu, na ile inayoshughulikia masuala ya filamu kuhakikisha haki za watoto hazihujumiwi. Nikiripotia runinga ya Al Shifaa, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Rajab Abubakar. Na mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi, narudi mdeso kwa mrefu. Hodi hodi, hapa mke wangu. Karibu mme wangu. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Mbona leo unatabasamu sana mme wangu, una mazuri yepi? Ah, wallahi leo nina furaha sana mke wangu. Wiki nzima umekuwa ukilia hapa na ukiniuliza maswali kwamba mume wangu, oh, tutawaandalia nini wana wetu na wageni uliowaalika katika sikukuu yetu ya Idi. Eh, ndio, mume wangu. Bado nafikiria tutaandaa nini maana vitendamlo vya Idi iliopita vilikuwa haviridhishi kabisa, hata wageni wenyewe hawakuvipenda. Leo nimekuja na habari murwa kabisa. Kuna kampuni inaitwa Aisha Cakes and Delights. Wametuletea mazuri gani? Wallahi, wametoa ofa murwa na safi kwa menajili ya Idul Fitri. Ofa gani hiyo? Imagine mke wangu. Ehe, wanakupatia keki ya vanila ya kilo nzima kwa shilingi 2200 Aha, ofa zao ni murwa kabisa. Vilevile vile, kuna keki ya chocolate kwa shilingi 2200 kilo nzima. Ukihitaji marble cake pia utaweza kuipata kilo nzima kwa shilingi elfu mbili na mia tatu. Usisahau ladha zote kama vile strawberry mint, chocolate mint na orange cake. Kila aina ya keki kwa kilo nzima ama kilo moja wanakupatia kwa shilingi elfu mbili na mia tano peke yake. Hawajakomea hapo tu basi, kuna vitafunio vingine vinafahamika kama cookies. Unazijua mke wangu? Hizo ndo mwanzo unazisikia leo, mme wangu. Basi kuna butters, cookies wanakupatia pisi 30 kwa shilingi elfu moja peke yake. Kukizi hizi zinapatikana kwa ladha zote mbili, dipped in chocolate na hata vile chocolate chip cookies. Kisha basi kuna vitu vinaitwa extras. Unavijua ni vitafunio vya aina gani hivyo mpenzi? Kuna kitu kinaitwa bento cakes nusu kg ya bento keks unajipatia kwa shilingi elfu moja. Kuna plain keks ya ladha yoyote pia unaweza kujipatia kilo nzima kwa shilingi mia tisa peke yake. Kuna zaidi ya hilo mke wangu, basi twende tukanunue zaid. Mume wangu saa hizi unastahili uweze kujipanga katika id package. licha ya yote hayo niliyokutajia, pia vile vile wameweza kutayarisha pakeji mbili murwa kwa minajili ya Idul Fitri. Pakeji namba one, unajichagulia keki yoyote ya kilo brownies nusu darzan na butter cookies kwa shilingi elfu tatu na mia tano peke yake. Nafikiri hapo amenipata vyema mke wangu, hivyo ni vitu vitatu. Package namba tu, vilevile pia unajichagulia keki yoyote ya ladha yoyote ya kilo moja, utajichagulia cupcakes dazan nzima, mke wangu, na usisahau vilevile wamekutayarishia honeycombs ama cinnamon rolls kwa shilingi elfu nne peke yake. Hapa pia pana vitu vitatu mke wangu, keki kilo moja, cookies dazan moja na eidha Uchague kati ya honeycombs ama cinnamon rolls kwa shilingi elfu nne peke yake. Wangoja nini, mke wangu? Chukua simu yako bana, uweke oda. Nambari za simu utakazoweza kupiga ni 0758 826861. Utakapoweka oda yako, hujipatii dhiki yoyote ya kuweza kutoka sijui mzigo wangu sijui na upata wapi, utaletewa mpaka pale ulipo waongoja nini, mke wangu? Keki za Aisha Cakes and Delights huwezi kabisa kuzifananisha na hizi keki za kawaida. Aisha Cakes and Delights ni kampuni inapatikana hapa hapa Mombasani, wamejipanga na wanajielewa. Kumbuka wanazingatia masharti yote kwa wale wagonjwa wa sukari na hata pressure. Aisha Cakes. Ndiyo kusema, wangojani? Karibu tena mtazamaji. Mwenyekiti wa kitaifa wa Wavuvi Association Bwana Hamid Omar anawataka viongozi wa wavuvi humu nchini kukoma kuwanyanyasa wavuvi na kuwaona kama vibaraka wao. Akizungumza katika kipindi cha Al Shifaa asubuhi, amesema ufisadi kati ya ofisadi, viongozi wa wavuvi unarejesha nyuma maendeleo ya Rais William Ruto. Uh, kwanza ningependa kuzungumzia swala la mvuvi, wale viongozi wanaopewa nafasi ya kuwaongoza wavuvi waache kuwanyanyasa wavuvi wao, kwa sababu wale viongozi wanapopewa nyadhifa wanawaangalia wavuvi kama vijakazi vyao. Pili ni waomba viongozi wa wavuvi katika pwani na Kenya kwa jumla waache kuandikisha watu ambao si wavuvi ili kupata compensation. Wale viongozi wanaandikisha watu ambao si wavuvi Wanakuja Rajabu bwana bwanae, sitwalipo compensation pale, lete elfu kumi. Ukimpa elfu kumi anakuweka katika register ya nini ya uvuvi, anakukatia license, anakuweka we kama mchuuzi kama traders. Na wajumbe wapya wa bodi ya mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA wakiongozwa na mwenyekiti Ahmed Issack Hassan jana waliwatahadharisha wadau mbalimbali, miongoni mwao, wakiwemo wa makamanda kutoka huduma ya polisi ya Kenya huduma ya polisi ya utawala na watumishi wasio wa kiserikali mjini Mombasa kuhusu kusanya maoni na michango muhimu kabla ya uzinduzi wa mpango mkakati wa taasisi. We talk to the the, the the police police commanders and the, the police officers and the AP officers and the others uh, and we could hear their own concerns about IPO IPO and you, you had them express fear uh, the fear that they uh, because of fear of IPO, they can't work.

Je, wajua kwamba Wakenya wengi wanaitumia mitandao kiasi cha saa tatu na nusu kila siku, na kwa sababu hii kuifanya Kenya kuongoza dunia nzima kwa matumizi ya mtandao. Licha ya ubabe huu, sekta ya mawasiliano iko katika hatari ya kupoteza ajira, hasa kutokana na kuibuka kwa teknolojia ya akili bandia AI, iliyo na uwezo wa kufikiria kama mwanadamu Kauli hii inatokana na balozi maalum wa teknolojia nchini Kenya, Balozi Philip Thigo amefi, amefichua kwamba Kenya iko hatarini kupoteza asilimia 52 ya ajira za teknolojia kufikia mwaka wa 2030. Hii ni kutokana na maendeleo ya AI, endapo hatua za kujiandaa na teknolojia mpya hazitotiliwa manani. Busiest online globally muko number one. You spend more time than anyone else in the world on social media.

40% of jobs will be replaced. Uh, Kenya, 52% of your jobs can be automated. Tujue tu mapema. So ile 4 hours and 13 minutes tuanze kupunguza we start doing other things. I think uh, everything will be automated but it's more of thinking about how to partner with the AI. So it's learning about how does this AI works and how can I help improve the things that I do that um, AI cannot do because there's, there are certain decisions that AI uh, it will still need a human intervention. so how do you make yourself um, advantageous to the point that um, you have to be there to essentially either operate the AI or leverage and use it uh, in partnership with what you're doing yeah na mtazamaji, tuangazie rubaa za kimataifa. Shirikisho la mashirika yanayotetea maslahi ya manusura ya mauaji ya Rwanda wameitaka Kigali kuyashtaki mataifa ya Ubelgiji, jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi kuhusu kuchochea itikadi za mauaji ya kimbari. Kauli hii imetolewa katika mkesha wa siku wa kumbukumbu za mauaji ya kimbari dhidi ya watusi wa Rwanda mwaka 1994 ambapo manusura wametoa ushuhuda uliotoa picha za mauaji mabaya walionusurika miaka 31 iliyopita. Ni mkesha ambao umefanyika katika ukumbu wa Bike Arena mjini Kigali, ambao kwa kawaida unabeba watu elfu tano na ulifurika umati wa uombolezaji ni usiku uliotawaliwa na simanzi, machozi na shuhuda za kuisimua. Mara kadhaa waombolezaji waliangua vilio vya hapa na pale kutokana na mkanganyiko uliosababishwa na kumbukumbu -kumbu hizo. Naam, kufikia hapo mtazamaji, tuelekee viwanjani ambapo timu ya soka vijana tatu, ya vijana wasiozidi miaka 23 ya kaunti ya Kilifi iliandikisha sare ya magoli mawili kwa mawili kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya chuo kikuu cha Pwani. Timu hiyo inajiandaa kwa mashindano ya mwaka huu ya kisa ambayo yataandaliwa katika kaunti ya Homa Bay, na ya timu hiyo itasafiri Jumamosi hii. Kilifi ndio kaunti pekee eneo la Pwani ambayo haijakosa kushiriki mashindano haya ya kitaifa tangu mwaka 2022. Kwenye mashindano ya mwaka huu kaunti za Taita Taveta, Tana River, Mombasa na hata Kwale hazitashiriki huku ikiwa ni Lamu ambayo hawakushiriki katika makala yaliyopita ndio kaunti ya Pwani itakayoungana na Kilifi kule Homa Bay. Naam, Safaricom imetangaza ufadhili wa shilingi milioni moja kwa tuzo za mwanaspoti bora wa mwaka 2025 almaarufu soya zinazopangwa kufanyika Aprili tarehe 16 jijini Nairobi. Mwanzilishi wa tuzo za soya Daktari Paul Tegata amesifia hatua ya Safaricom kuunga mkono tuzo hizo, akibainisha jukumu lake katika kuunda soya kuwa jukwaa la heshima la kuwaenzi mashujaa wa mchezo wa Kenya.

Tuelekee kule ugaibuni ambapo Manchester united ilitoka sare na Olympique Lyon ya Ufaransa katika michuano ya Europa usiku wa kuamkia leo, ikiwa ni robo fainali ya mkondo wa kwanza katika mechi za Europa. Mechi zingine zilizochezwa, Spurs ilitoka sare ya goli moja kwa moja na Eintracht Frankfurt ya Ujerumani. Timu ya Rangers ya Uskochi ilitoka sare na Atletico Bilbao ya Hispania, huku Bodo Glimt ya Norway ikimchapa Lazio ya Italia mawili kwa bila. Na mtazamaji, kufikia hapo ni ruhusu tu ni kushukuru kwa kutenga muda wako kutegea taswira ya wiki hapa Al Shifaa TV. Kumbuka kwamba amekuepo nyuma ya kamera mwite mrembo Mjuma Ali akihakikisha kwamba picha za kamera zinaenda sambamba kabisa. Kennedy Baraka amekuwa ni mwelekezi wa matangazo haya, vilevile producer ambaye ameshirikiana na Kennedy Baraka ni Salim Nur Zikondo ambaye amehakikisha kwamba matangazo hayo mtazamaji utakuwa unayapata hapa ndani ya Al Shifaa TV. Kwenye mashabiki ningependa kuwashukuru mzidi kutazama na kuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja, na kutakia siku mwema mtazamaji, zidi tufuatilia na kutazama hapa Al Shifaa TV.